Ndugu zangu, imenibidi ha, bari, ni heme kwanza. Hii habari ni ya Diamond, okay. Lakini sio habari ya umbea, ni habari ya kitaifa zaidi. Ndugu zangu, CCM wamejipanga vita kwenye mtandao. CCM wamejipanga vita kwenye mtandao. Tusiwachukulie poa, tusijione vita mtandao tumeishinda. Hatujaishinda ndio kwanza asubuhi, inabidi tupambane eh, na habari nimeleta huku kwa sababu habari sijaletewa na umbea wangu siku zote wala nini, nimeletewa na watu wa system. nimeletewa habari na watu wa system. ndugu zangu, zimetoka dola laki tano kwa ajili ya kiki inayoenda kufanyika London wiki ijayo, inaanzia wiki ijayo hiyo kiki, na itakuwa kiki endelevu mpaka uchaguzi utakapofanyika mwaka huu. Mmenielewa? bado mjanielewa? Ndugu zangu hmm. Eh, zimetoka dola laki tano kwa ajili ya hiki kia London tu inaenda kufanyika wiki ijayo, ndugu zangu, wiki ijayo hiyo trip ya London CCM wamejitoa kila kitu. Hiyo trip ya London Diamond anaenda na ukoo wake wote, kina Mamadangote, kina Esma, mpaka watoto wa Esma, mpaka kina Tifa wanatakiwa kuenda kwenye hiyo trip, kina Tifa, kina nani, ndugu zangu, limetoka mpaka dau la mamadangote kwa... ndugu zangu hakuna kula, hakuna kulala huu mwaka mzima, mpaka wanahakikisha. CCM wanahakikisha sasa hivi social media ya Tanzania tutamwongelea Diamond, Kinganga, Mama Dangote, Esma, Jux, mke wa Jux. Hii trip navyokwambia, anaenda Jux, anaenda mke wa Jux anaenda Diamond anaenda uko mzima wa damu, inaenda kuwa series. Yani wanatengeneza series sasa hivi wanaidrop, yani ndugu zangu, sasa wakishafika London hii sasa ndo nilivyopewa wakishafika London damu na familia yake wakishafika London then surprise, ana ndugu zangu hivi mnajua ah, sisehemu amejipanga hii ndugu zangu, tujipange hivi. Mimi mwenyewe nilijidai mjanja, nasema siwezi kuachana na habari za Diamond na kinganga kwa sababu habari za Diamond zina hela. Nikawa nasema hata kama ni kiki sijali, mimi habari zao nitawaposti to, maana zinaniingizia hela ila, ila kwa hili sasa, hili limekuwa, hii imekuwa ishu ya taifa, sasa hivi imeenda kuwa ishu ya kitaifa ndugu zangu, sisehemu amejipanga yule katibu wa mama yule katibu wa mama ndo kacheza mchezo yani, ndo kafanya dili lote kila kitu, na ndo anasimamia hii series yote. Yule katibu wa mama, wakisha fika London, Kinganga anaenda kama surprise. Kinganga anaenda kama surprise, anatakiwa akifika pale London. Naambia hivi mpaka dola Dangote limetoka ndugu zangu, sisi ndugu zetu wamejipanga, na sisi tujipange, wananchi tujipange. <laughs> Wakishafika London Kinganga anatakiwa kuja kama surprise London aingie kama surprise, then esma na mama Dangote esma kapewa yaani na mtaji mpya wa biashara ndugu zangu, nilivyokuwa naongea na mtu wa system mko anaambia n anyway niache Kinganga anafika London then ana, yani kwamba iwe kama kama surprise vile kama surprise, kwamba wanamsurprise Mama Dangote pale London, na King'anga huyo hapa kwamba ana surprisiwa pale, Mama Dangote, King'anga huyo hapa nini familia iko vile pale hivyo alafu na mke wa Juks na Priscilla anaenda na mke wa Jux na Jux watakuwa pale, yani kwamba social media ya Tanzania hakuna kitu tutakachoongelea for the next year. Alafu wakirudi Tanzania bado series zimepangwa, yaani matukio yamepangwa hivi hivi mpaka uchaguzi uishe. Hii ni ya Diamond tu na kinganga na, yani mpaka Priska na juks wameingizwa sasa hivi kwenye hii, hii trip. Priska na Juks wenyewe wamelipiwa na CCM hii trip yote iko covered na CCM ili tukae tunaongelea hao tu. Sasa sijui, ndugu zangu, mnaelewa? Anyway, eniwe kwa vile nimeongea tayari labda ita, it, yani wata watatwek watatwist hapa na pale hapa na pale. Ili ndugu zangu, mimi mwenyewe nilikuwa mbishi kuhusu habari za damu na kinganga, lakini itabidi nipumzike umbe, itabidi niende nao niendelee nao ili habari za hawa, inabidi nipumzike. Kuna watu juzi waliandika comment pale kwamba na mimi sasa hivi natumika na CCM, bila kujijua, nikaa nakasirika. Lakini kweli, kwa, kwa design fulani, kwa aina fulani, na mimi mwenyewe pia natumika na CCM, sababu CCM ameshaniona ndo ile ndo ishu, nanipa hela. Kwa hiyo CCM na wenyewe ameona ile ndo ishu tani keep busy, yani nikianza kuandika yani habari yani za wale zikiwa hot nitaachana na huko kabisa, kitu ambacho kina ukweli. Kwa hiyo sasa hivi wananitengenezea habari <laughs> nzito ndugu <nzito. laughs> zangu, ndugu zangu, vita ni kubwa, vita ni kubwa. Yaani, sasa mi sijui nifanyaje na, sasa sasa naacha umbea kabisa nafanya nini yani? Kwa mfano, maana yamepangwa matukio, sio Diamond na Zuchu tu, na JP na na Priska, ndugu zangu, mastaa karibia wote, kila yaani yani, alafu sasa hivi wameapanga kwa mkakati yaani, sio yote yawe dropped, yanapangwa hivi hivi lakini kuanzia next week social media ya Tanzania hakuna tutakachoongelea zaidi ya damu na king'ang'a na hiyo trip ya London, na wakitoka London ni endelevu ende endelevu, issue ni nzito. Hey, anyway nasubiria more information uh, I say, yaani huyu mtu kaja kuniambia kwa sababu alivyoona mi nabishana na watu kwenye comment juzi kwamba nilikuwa ah, na bishana na wao, mimi situmiki na CCM, ndo akaja kuniambia, unatumika kweli, na mimi nakupa issue naenda kutokea wiki ijayo, kama uamini. Unatumika kweli, mimi nakwambia sasa, issue naenda kutokea wiki ijayo ili uamini, CCM wamejipanga na vita mtandao, wamejipanga vita mtandao kwa sababu sasa hivi nyie mko busy kuwatukana kila post, mnawatukana CCM sasa hivi. Sasa, kila posti kwenye social media itakuwa umbea mkubwa yani umbea wa kutoa watu kwenye reli yani ndio wamejipanga hivyo ndugu zangu sasa sijui tunafanyaje wa Tanzania tunavyopenda umbea sijui tutafanya nini ndugu zangu maana hakuna tuzopenda zile umbea na kuanzia wiki ijayo Diamond kajipanga uko mzima mpaka kinatifa jamani mpaka kinatifa, wanakuja kutumika, kututoa kwenye reli wiki ijayo ndugu zangu he he ya yeah, ndugu zangu kazi tunao he nimesahau sehemu very important sasa. Ikishakuwa kiki kwenye social media, ikisha ikishakuwa kiki inaenda kuongelewa bungeni, wabunge sasa wataenda kuanza kuongelea hiyo ishu ya damu na kinganga. Yani sisehemu avyojipanga ni kwamba hiyo sasa ndo iwe talk of Tanzania sasa nomo kuongelea uchaguzi media, mpaka miladayo kapangwa kwamba yeye nisa, yani ndio habari zitakuwa zinapostiwa media zote, redio zote Tanzania, mpaka bungeni wataitwa mpaka Ikulu. Yani kwamba sasa hivi yani walivyojipanga wasisiem ni kwamba nchi tusiongelee, yani kwa sababu yani, yani kwamba kama media zote social media nzima tunaongelea Diamond Kinganga Priska Juks, uh, sijui Lulu Michael, sijui uh, nani kafanya nini. Then narrative yote inabadilika kwamba wananchi, hakuna mwananchi ambaye, um, si anaumia. Eh, kwamba wananchi wako fine, mbona wako busy na umbea, mbona wako busy na mambo ya Diamond nyinyi eh? nyinyi Chadema mnasemaje wananchi uh, sijui wanaumia, mbona sasa hivi nchi imelipuka eh, watu wako busy na Diamond platinumz eh? wangekuwa wanaumia si wangekuwa wanaongelea mambo. Yani ndio hicho walichojipanga, na ukiangalia ni kweli, kama sisi tutakuwa busy kuanzia sasa hivi mpaka uchaguzi tuko bizi, tunaongelea tuna Diamond King'ang'a Prisca, yani wamejipanga, yani Prisca na Juks wako yani, oh, yeah, guys matukio yamepangwa. Prisca na Juks na wenyewe hawaendi kupoa, ni matukio yamepangwa hivi na hivi, yani kwamba tuwe bizi sasa, kama peji zote Insta, uh, za Instagram, social media, TikTok, tunaongelea Prisca, Jux, Diamond Kinganga, sijui nani nani nani. Kuna mtu tena anayedai katiba mpya? Kuna mtu anayedai reforms tena? Kuna mtu anayedai nini tena? Yaani hiyo ndio plan CCM walionayo. Kwa naomba pia niombe msamaha wadau wangu, ambao ni wantukana juzi, mpo mnaniambia niachane na habari za Diamond. Sasa mimi hapa sitafanyaje kwa sababu ile ndio kulaangu, ndugu zangu, itabidi mnifikirie, yaani eh, sasa mimi na, nafanyaje eh? Umbea umekuwa mgumu kweli huu mwaka wa uchaguzi, mpaka ajira yangu imekuwa ngumu, ndugu zangu, jamani. CCM wamejipanga kwamba nchi nzima hatutaongelea chochote.